Basi tunaanza na mazingaumbwe kutoka kaunti ya Bungoma. Je, umewahi kusikia adhabu ya mwizi kufanywa kuwa na sifa ya kitu walichoiba? Basi mtu mmoja aliiba kuku huko Bungoma na mganga akafanya kuku huyo kulilia katika tumbo lake. Najua huniamini, lakini ukitazama taarifa hii ya Robert Wanyonyi utashangaa zaidi. Hapa ni katika kijiji cha Hasolo katika kaunti ya Bungoma. Bwana huyu akituhumiwa kuwa mwizi sugu wa kuku, na matokeo yake ndiyo haya. Yadaiwa kuwa jamaa huyu alihusika kwa kisa cha wizi wa kuku wa jirani yake wiki mbili zilizopita. Akanipea siku tatu, na kwa sababu anadaiwa kuiba kuku, kelele za kuku zilisikika katika tumbo lake ambalo liliongezeka kwa ukubwa mambo hey, yalionekana kuzidi unga hii leo wakati jamaa wa mshukiwa walipoamua kumbeba mzima mzima hadi katika boma la mganga. Kama kuku zinaungurumia kwa tumbo hata tukashindwa huyu mtoto, kuku zinaungurumia kwa tumbo. Kuenda kwa nyumba yake tunapata kuna manyoya ya kuku.